Na kutunza heshima yako, kwa sababu heshima yako wewe ndio taswira ya nchi yetu, ni heshima ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi yetu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya, ya, ya kukulinda e, nana kulinda, kulinda kwa uwivo mkubwa. Mimi nilisema nilikuwa mimi niliyesema, bali mimi sasa hivi vile niko tu hapa kambini. E, natafuta sana taarifa ndio kwa hiyo nikasema, mi nimeona mtandaoni kuna mtu mmoja bonge bonge hivi bonge mchicha hivi ameenda Ikulu, amekaa kizembe sana mbele ya rais wetu. Ile ile bwana alikuwa anakosea heshima mheshimiwa rais, mi sikubali hili, la kwanza. Lakini la pili, anapiga piga picha kule ndani ya nyumba yetu Ikulu, anaposti mtandaoni mimi mama mama Samia, nimekuhudumia wewe kama msaidizi wako, nimehudumia rais Magufuli, eh, nimehudumia rais Kikwete, ndio e, na nimeelewa utamaduni wa serikali kipindi cha mzee Mkapa. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika ni nje ya utamaduni na desturi za namna ambavyo Ikulu inatunzwa ili iweze kulinda heshima ya kiongozi wetu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yule bwana anaposti mapicha yale ambao nilishindwa kuyaeleza, na hili kwa nimetoa idhari, maana yake wale wanahusika wamtafute huyu bwana tu, anaonekana anafahamiana na mheshimiwa rais, wamtafute umwambie, toa hayo mapicha mtandaoni, ni mapicha binafsi sana, hayalindi heshima ya Jamhuri ya Muungano. Lakini bahati mbaya nadhani kwa sababu mimi nilikuwa nimesema wanahabari wakabidi wachukue maneno yangu kisha waende kuunganisha huko mtandaoni, anachosema Polepole ni kweli au ni uongo. Ndio wakaenda kule wakayakutanisha yale mapicha sasa. Nimeambiwa e, ili jukwaa la jamii Afrika au jamii forum almaarufu maarufu, e, TCRA wamewafungia, pamoja na sababu nyingine ni kurusha maudhui yangu mimi nikisema mambo mawili, moja kuhusu habari ya ya mapichapicha haya, alafu mbili ni kuhusu kuhusu habari ya habari ya kifo cha Rais Magufuli na safari yake ya mwisho eh, kutoka Morogoro mpaka Dar es Salaam. Sikiza niwambie, ninyi watu wa TCRA, mlitakiwa mshauriane ninyi wenyewe serikalini in ndani, alafu haraka sana mngemwambia e, Wikner atoe zile picha, mnielewa. Kisha mngewaambia Jamii Forum nanyi toeni, lakini mngemkanya na, na Wikner kwa utaratibu rasmi wa serikali asirudie tena tabia hizi za hovyo ambazo unaweza kufanya semleni kwako, lakini sio kwenye ikulu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Hilo moja. Mbili, mnasema mimi hizo habari hazijabalansiwa, hazijabalansiwa. Okay, wale wananisikiliza mimi nasema wameichukua kama habari. Nimetoa hoja Unajua, njia ya pili, hoja inapotolewa ni wale wanahusika kutoa wa majibu watoe majibu, sio kwenda kumtisha mtu anayehabarisha umma kuhusu hoja.